Mjumbe wa baraza kuu la wazazi CCM taifa mkoa wa Mtwara ndugu Idrisa Nannila amewakumbusha wananchi na wanachama wa TK Movement mkoa wa Mtwara katika mkutano wa uzinduzi wa askari wa mama Samia iliyofanywa katika kijiji cha Mpapula mkoani Mtwara. Akihutubia katika mkutano huo wa hadhara juu ya umuhimu wa kupiga kura kwa vijana na wananchi kwa ujumla, aliwakumbusha juu ya maendeleo makubwa yaliyofanywa na viongozi waliochaguliwa katika miaka mitano iliyopita, wanalo jukumu la kuwapima Oktoba ikifika na kama wakiona kati yao wa madiwani ama wabunge wamefanya vyema ama la, ni jukumu la kuweka viongozi wanaokubalika na jamii zao na wenye maadili mema. Wananchi wa Mpapula, sisi kama Watanzania hatuna cha kupeleka tofauti kwenye kutekeleza jukumu la kikatiba. Maendeleo yote tunayoyapata, na ndugu yangu Ezau kazungumza wazi, maendeleo ni mchakato Miaka ya nyuma Mpapula haikuwa hivi, tukiwauliza wazee wote watakuambia yalikuwaje. Maendeleo haya yote yanatokana na watu kushiriki katika uchaguzi. Tunao shiriki kwenye uchaguzi, tunakwenda kutafuta viongozi wanaokwenda kukusaidia katika nyanja za ubunge, katika nyanja za madiwani. Kwenye swala la urais tumeshamalizana, na leo hapa Mpapula navyozindua hii Samia Soja, askari wa Samia, ni kwenda kuthibitisha kwa vitendo kwamba mnakwenda kufanya jukumu lenu. Niwaombeni, mmejinasibisha na sisi ni timu ya Samia, msijinasibishe kwa maneno, tujinasibishe kwa vitendo Oktoba tunatiki. Niwaombe vijana kuna watu wanaongea mengi huko mtaani, lakini wanaoyazungumza hayo yote hayawezi kutusaidia. Kwa nini hayawezi kutusaidia? Kama leo mtu anakuja kutuambia tusishiriki katika uchaguzi ambao upo kikatiba, maana yake ni kwamba anataka tumsusie raia namba moja wa nchi hii. Raia namba moja ni Mheshimiwa Rais na rais wetu, mama yetu mpendwa, mama Samia. Ndugu yangu mratibu, mmetengeza kwa leo nzuri kuja kumsemea mama Samia. Nendeni mkamlinde, na sote kwa pamoja tukafanye kazi ya kumsemea na kumlinda pia. La pili tupatie viongozi wetu watuakwenda kutuongoza kwa muda wa miaka mitano, kutuletea maendeleo katika kata zetu, kutuletea maendeleo katika jimbo na kutuletea maendeleo kitaifa vyombo vya habari toka majuzi na jana, Mheshimiwa Rais ameingia kanda maelfu wa maelfu wa ya Ziwa, sote tunajionea maelfu kwa maelfu wanaomlaki Mheshimiwa Rais akiwa kanda ya Ziwa. Tunaona Mwanza jinsi alivyopokelewa, tumeona Simiyu jinsi alivyopokelea. Sisi kama watanzania jukumu letu ni kwenda mwezi wa kumi kumpigia kura Mheshimiwa Rais ili aendelee kutuongoza mpapula